Karibu, tuendelee. Kama ambavyo tulikugusia awali, tutafahamu mengi zaidi kuhusiana na tozo hiyo ya VAT, hasa katika nyumba chini ya thamani ya milioni 50, na tuko hapa na mtaalam na mchambuzi pia wa masuala ya ardhi Thom Munkondya, karibu sana, asante sa sana. karibu sana Tom, shukrani sana Tom. Mambo yanakwendaje? Nashukuru sana, nafikiri jambo hili pia lilikufurahisha namna fulani, niona uliposti pia kwenye, kwenye ukurasa wako e... e, baada ya serikali kutangaza kwamba imesamehe e, kodi ya ongezeko la thamani hmm. kwa, kwa, kwa, e, ni kodi ya ardhi kimsingi kwa, e... kwa watu ambao wanamiliki nyumba chini ya milioni 50. Hii maana yake nini? E, kiukweli haya ni miongoni mwa mapinduzi mm. kwenye sekta ya ardhi. E, ni jambo ambalo mdau yoyote wa masuala ya ardhi lazima atafurahia. Labda tuanze kwa kujua kuna kodi ngapi kwenye masuala haya Ndiyo. ya ardhi? E, kwenye sekta ya ardhi kuna kodi kuu mbili mm-hmm. ambayo ni kodi ya pango la ardhi na kodi ya majengo. Hii kodi ya pango la ardhi ni kodi anayotozwa mtu yoyote anayemiliki ardhi iliyopimwa na kumilikishwa kisheria, kwa maana ambaye anahatimiliki. Mtu yoyote ambaye anahatimiliki analipa kodi ya pango la ardhi. Lakini kodi ya pili ni kodi ya majengo. Hii ni kodi ambayo anatozwa mtu yoyote ambaye anamiliki nyumba, iwe una hatimiliki au hauna hatimiliki, lakini cha msingi kwamba una nyumba, utalipa kodi ya majengo Hmm. Sasa kwenye ardhi, ukiachana na hizo kodi mbili e, kuna biashara huwa inafanywa kwenye ardhi kuna kuuziana, kupangishiana, sindio? Sasa kwa sababu kuna biashara inahusika kwenye ardhi, kodi nyingine zote ambazo zinahusika uh, au zipo kwenye biashara pia zitakuwepo kwenye ardhi. Hapa ndo utakuta kodi ya ongezeko la thamani, hiyo uliosema VAT hapo, utakuta kodi ya uh, pato litokanalo na mauzo ya rasilimali, kwa maana capital gain hapo utakuta stamp. sasa nirudi kwenye swali lako la msingi kwamba imekuwaje kwenye hii VAT sindio? au uh, kodi ya ongezeko la thamani zamani ilikuwa ni kwamba ukienda kununua nyumba kwenye eh, shirika la nyumba uh -huh. au kwenye kampuni inayouza nyumba eh, nyumba ya gharama yoyote ilikuwa lazima ulipe kodi ya ongezeko la thamani kwa maana ya VAT asilimia kumi na nane mm -hmm. Lakini eh, kutokana na serikali kwenye, kwenye namna ya kuweza kukuza sekta ya ujenzi, lakini pia kuikuza sekta ya miliki kwa maana ya rural estate, wakaona eh, kwenye miradi yote ya nyumba ambayo nyumba itakuwa inauzwa ya chini ya milioni hamsini yeah. mwananchi mm -hmm, anatakiwa afutiwe kodi ya VAT hapo ndo zinazouzwa mm -hmm, kodi nyumba zinazouzwa ni leo. Ukionda kwenye mradi weyote ambao nyumba zinauzwa labda, yeah. NHC labda pale Lapex Properties mm -hmm, labda watumishi housing mm -hmm, ukienda kununua nyumba yoyote kwenye mradi wa nyumba nyumba ambayo itauzwa chini ya milioni hamsini hautatozwa kodi ya ongezeko la thamani hmm. kwa maana ya VAT hmm. ko ndo msingi huo, na hii ilitangazwa kwenye mwaka wa fedha elfu mbili na ishirini na tatu ishirini na nne ndo mabadiliko makubwa yalipotokea pale. mm. E, kodi nyingi sana zilipunguzwa, hata kwa wanaofuatilia kuna ile tunaita capital gain ndiyo. pia ilitoka kutoka asilimia kumi mpaka asilimia tatu ni mm. mabadiliko makubwa sana yalifanywa kwenye sekta ya ardhi hasa kikodi. Sasa manake kuna kitu ambacho nabidi watu wafahamu wafafanulie mm. kwa sababu kuna, kuna kodi kwenye biashara ya nyumba tunazungumza, yes. real estate no. business, lakini pia kuna kodi kwa watu ambao wanamiliki sasa nyumba za makazi mm. labda ututofautishie hapo. Okay, swali zuri sana kama nilivyosema awali, kuna kodi kuu mbili kwenye ardhi, yeah. kodi ya pango la ardhi na kodi ya majengo. Kodi hii ya pango la ardhi inawahusu watu wote wanaomiliki ardhi, ndiyo lakini iwe imepimwa na kumilikishwa kisheria kwa maana ya kuwa una hati miliki. Ambapo kwa kawaida inatozwa shilingi ngapi kwa mwaka? E, kodi hii huwa ha, haina kiwango maalum, yeah. lakini inategemea mambo manne mm -hmm. moja, ukubwa wa kiwanja wewe ukiwa na sikua mita 500 mimi na sikua mita 1000 tutalipa bei tofauti, lakini pia thamani ya ardhi kiwanja chako mahali kiwanja chako, kiwanja chako Maipo, kilipo eno. wewe wasinza huwezi kulipa sawa na mtu wa Chanika. Lakini jambo jingine ni e, ukubwa ni matumizi ya kiwanja mm. Matumizi yako wewe, kama ni makazi, huyu ni kiwanda, mtalipa bei tofauti. Lakini pia eh, neighborhood, kitongoji kiwanja kilipo mm. Kama kina miundombinu kina huduma zote za msingi za kijamii, yes. Bei za tofautiana. Kwa hiyo hakuna bei maalum, lakini ukarudi pale kwenye biashara mm -hmm. Eh, kwenye kuuziana, mara nyingi sana tunaangalia tuna so, ile VAT tunaizungumzia unapoenda kununua kwenye mradi wa nyumba lakini kwa wao wananchi wa kawaida wenye nyumba za kawaida, e, mara nyingi huwa tunatoza, serikali huwa inatoza, inatozwa uh, capital gain pale ambapo mnabadilisha inaeta e, kodi uh, la, la, la pato litokanalo na kuuza rasilimali mm. E, ukiwa na nyumba yako ukamuuzia rafiki yako mm. au ukamuuzia mtu yoyote unapaswa kulipa kodi inaitwa capital gain. Sasa hii capital gain ipo kwenye namna mbili kama ni mtu ambaye una kumbukumbu za gharama zote ambazo uliziingia wakati unajenga hiyo nyumba utalipa asilimia kumi ya kitakachopatikana baada ya kutoa gharama zote ulizoingia katika kujenga hiyo nyumba e, unatoa na ile uliouza. Yeah. Ile faida utakaoipata utalipa asilimia hmm, kumi, lakini kama hauna kumbukumbu kumbu, kama hauna kumbukumbu kumbu kabisa ya gharama zote ulizoingia wakati unajenga hiyo nyumba basi utalipa asilimia tatu ya kile utakachokiuza. Mm. kwa hiyo ni kwenye namna hiyo ya kuuza kawaida. Mm. lakini VAT ipo kule unapoenda kununua kwenye mradi. kwenye hizi nyumba ambazo tunaishi kuna, mm. kuna hii kodi ya majengo ambayo huwa inatozwa. Mm. na sasa hivi ametumia mfumo wa umeme ukinunua, mm. mfumo wa luku yeah, ukinunua luku kuna hela inakatwa pale, inakuwa ni kodi ya, mm. ya, ya, na hata wakati mwingine hata si wapangaji tunashiriki umomo kulipia hii inakuwaje? Eh, ni katika namna tu serikali ina, ina, inaangalia namna ya kuweza kutozwa kodi hii mm. lakini kimsingi ni kwamba kila mmiliki wa jengo kila mmiliki wa jengo anapaswa kulipa kodi ya majengo mm. Sasa serikali inatafuta namna rahisi ya kuweza kuwatoza wamiliki wa, wa, wa majengo, ndio maana ikaweka hadi kwenye ruku yeah. Lakini pia kumekuwa na malalamiko mengi, wapangaji wanalalamika, wa nadhani ngoja tusubiri mwaka huu wa fedha, labda serikali itasema nini, lakini malalamiko hayo naona waziri mwenye dhamana, waziri wa fedha, kwa maana mheshimiwa Mwigulu ameliona hilo na, na bado wanatafuta namna rahisi ya kuweza kuwasaidia wananchi, hasa wamiliki wa majengo e, kutoa, kulipa kodi hiyo. Kwa hiyo mm, tusubiri labda mwaka huu wa fedha watasema nini. Mm. faida za, za kuondoshwa kwa VAT hii katika ana kupunguzwa katika baadhi ya maeneo kama ambavyo umeainisha, e, zinaonekana vipi e, kwa mwananchi moja kwa moja ama mmiliki? e, unajua uki, uki, ukiweka asilimia kumi na nane hmm. ya milioni hamsini ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo kuondoshwa kwa kodi hii imeleta nafuu e, kwa wanunuzi wa nyumba hasa watu wa kipato cha chini lakini pia e, inakuza sekta ya milki kwa maana ya biashara ya real estate nchini kwetu. Sasa hivi makampuni e, wanaoshiriki kwenye ujenzi wa hizi nyumba wanakuwa wanatengeneza nyumba hizi kwa wingi ili kuweza kuwauzia watu wa kipato cha chini. Kwa hiyo e, ni nafuu kubwa, sio tu kwa wauzaji, lakini pia kwa wananchi wa kipato cha chini, lakini pia ni mkakati wa serikali wa kuendelea kukuza sekta ya ujenzi na ya milki kwa ujumla. bado wakazi wengi hasa ukiangalia katika maeneo ya mijini <coughs> hawamiliki e, majengo ama nyumba, wengi wao hukodi e, unadhani mazingira gani pia yanaweza yakawekwa rafiki zaidi ili kusaidia hili nchini kwetu? Biashara ya milki kwa maana ya real estate sio biashara rasmi, na nimewasikia hapa wakati mnazungumza kuhusu kodi, swala la kodi mm, hili eh, ni chukizo kwa wananchi wengi sana mm, na ni kwa bahati mbaya kwamba bado biashara hii haina miongozo yeah. Haina kanuni, haina sera wala sheria inayoisimamia yeah. Lakini sasa hivi e, serikali imeliona hilo. Wako kwenye hatua za mwisho za kutengeneza sheria na miongozo na, kabisa. Na kitengo cha kusimamia biashara hii kwa hiyo sasa vikisha kamilika hivi mm. Hapo ndo tutapoona e, mwongozo na kanuni, kwamba mpangaji anapaswa kulipa na kiasi gani kwa muda gani, au mambo yote yataelezwa kwenye yani, sera. Viweko viwango kwamba nyumba fulani e, yeah. mpangaji alipe kiasi fulani yeah. na, na miongozo ile pia ambayo yani mwenye nyumba anatakiwa amtreat vipi mpangaji kutakuwa kuna wajibu na haki za mpangaji na mnunuzi. Kwa hiyo kidogo italahisisha na kuondoa haya malalamiko mengi ambayo wananchi wamekuwa wakilalamika juu ya kodi. Kwa hiyo mm. tusubiri eh. ipo kwenye hatua, mpaka paka 2022 tayari wamesha eh, wizara ya ardhi imeshatengeneza kitengo maalum cha yeah. maswala ya milki. Kwa hiyo tunasubiri kanuni na miongozo ili kuweza kuondoa kero hizi zote mm. kunadhani mambo yatakuwa mazuri kabisa okay. A tukuwa nazungumza na ndugu mm. <laughs> yangu po kawambia, imekuwa ni kero, kwa sababu tunapata pia maoni kutoka kwa hasa walaji mm. wanafanya hivyo lakini yani hawapendi kinachofanyika mm. lakini sasa hawana, nah. hawana mtu wa kuwasemea ama hawana sehemu ya kusemea mm-hmm. yeah. na mtazamo wako ni upi pia katika hilo katika hilo? E, ni kweli mimi mwenyewe ni mwananchi ambaye niko huku naona hayo mm. ni mambo yanatukwaza watu wengi sana yeah. lakini tangu nimesikia na nimeona nimeshuhudia nime serikali iko kwenye hatua za mwisho za kutibu matatizo haya yote ya sekta ardhi, nimekuwa mwenye furaha kwamba tumaini linakuja. Kwa hiyo niwasii wananchi wenzangu kwamba serikali inaona hayo. Kwahiyo uh, tue wa pole wakati serikali inamaliza mchakato wa kuleta mwarobaini wa hili. mm -hmm. yeah. takushukuru sana asante sana, sana kuzungumza nasi na kutupa fafanuzi kuhusiana na hasa jambo hili ambapo serikali sasa rasmi imesamehe kodi ya ongezeko la thamani kwa mauzo ya nyumba ambazo ni chini ya milioni hamsini, lakini like, tumepata fursa pia ya kufahamu maswala kadha wa kadha kuhusiana na kodi hasa ambazo zinatozwa kwenye sekta ya ardhi lakini pia mabadiliko ambayo yametokea hivi karibuni na yale ambayo yanatarajiwa kutokea tunakamilisha hivyo na